Hujambo mwanafunzi na mkereketo wa Kiswahili mahali ulipo. Ni kipindi wakati mwingine ambapo tunakutana kwenye kipindi Uketo wa Kiswahili, kipindi ambacho kinafundisha na kufahamisha mengi kuhusu masuala mengi ya Kiswahili. Naadha wa kipindi hiki ni Ustath Kamnai. Kama ilivyo ada, na nachukua wasahu kukukaribisha kwenye mada wahusika na uhusika kwenye riwaya ya nguu za jadi. Ningependa tumwone muhusika mkuu katika hadithi hii, muhusika anayefahamika kama Mangwasha. Tuelewe kwamba Mangwasha ni muhusika mkuu katika riwaya. Ni mkewe Mrima, ni mamake Sayore na Kajewa na ni mhazili wa Chifu Mshabaha. Sifa zake ama sifa za Mangwasha, kwanza Mangwasha ni mvumilivu. Mbona tunasema kwamba Mangwasha anasawiri sifa za uvumilivu? Mangwasha anavumilia matatizo mengi ndani ya ndoa yake yanayotokana na ulevi wa mumewe. Tunaambiwa kwamba hata baada ya kukimbiwa na Mrima, Mangwasha anavumilia mateso, mateso mengi ya ukosefu wa pesa za kuwatunza wanawe, kukiwemo pia kukejeliwa na Sagilu. Mangwasha pia anavumilia vishawishi vya Sagilu anayemwonyesha pesa nyingi ili akubali kuwa mpenzi wake. Tusisahau kwamba Sagilu alijaribu sana kutumia mikakati mingi kuona kwamba amemna, amemnasa Mangwasha kimapenzi lakini japo vishawishi hivyo vilikuwa, tunaona kwamba Mangwasha alisimama kidete na akaheshimu ndoa yake. Mangwasha pia anavumilia dharau na matusi ya Chifu Mshabaha anapokuwa kazini. Pale kazini pia, kando na dharau za Chifu Mshabaha, anavumilia kazi nyingi anazopewa na Chifu Mshabaha. Sifa ya pili ya Mangwasha ni kwamba Mangwasha ni mzalendo. Na mbona tunasema kwamba Mangwasha ni mzalendo? Mm? Mangwasha anaonyesha uzalendo pale anapotamani kukutana na viongozi wa Matuo ili amani iweze kudumishwa nchini. Mangwasha anajali sana mustakabali wa nchi ya Matuo, hasa pale anapowaona watoto na vijana wakiteseka kumradhi, bila matunzo mema ya wazazi wao au hata ajira. Huyu ni mtu ambaye anaonyesha uzalendo. Uzalendo wake pia unaonekana pale anapoungana na wanawake wengine kufanya kampeni ili Lonare achukue hatamu za uongozi na kubadilisha hali ya uchumi wa nchi ya Matuo. Huyu ni mtu ambaye alitaka sana mabadiliko iweze kudumu katika nchi ya Matuo. Kumbuka kwamba Mtemi Lesulia alikuwa ameipoka nchi yake sana Heshima. Kushirikiana na Lonare katika juhudi zake za kutaka kuwa mtemi wa nchi ni ishara ya uzalendo kwani alitaka maendeleo katika nchi yake aliyokuwa ikididimizwa na viongozi mafisadi kama vile Mtemi Lisulia, Sagilu na viongozi wengine waliokuwa katika serikali ya Mtemi Tesulia. Mangwasha pia anapomkabili Chifu Mshabaha na kumwambia kuwa serikali ni ya kila mtu bali si ya mtu binafsi, anadhihirisha uzalendo wake. Kwa hivyo tunaweza uh, kuona kwamba Mangwasha amechorwa ama amesawiriwa kama mhusika mzalendo sana. Kando na kuwa mzalendo, Mangwasha amesawiriwa kama mhusika mwenye matumaini. Mbona tunasema ni mwenye matumaini? haonekani kufa moyo bali anaonyesha matumaini pale Chifu Mshabaha anapomdharau na kumdhalilisha akiwa kazini. Matumaini yake pia yanaonekana wapi? Anaonyesha matumaini pale anapohangaika kutunza wanawe dhidi ya mateso, mateso aliyokuwa akipitia baada ya kukimbiwa na Mrima. Kumbuka Mrima alikuwa ameondoka akamwacha mke na watoto Sayore na Kajewa. Lakini yeye Mangwasha alionyesha uvumilivu kwa sababu alidhihirisha kutochoshwa na jukumu la malezi. E, anapochomewa nyumba yake pamoja na wenyeji wa Matango, tunaona kwamba Mangwasha havunjiki moyo bali anakuwa na nini, bali anakuwa na tumaini. Mangwasha pia kando na kusema kwamba ni mwenye matumaini, ni muhusika jasiri. Mbona tunasema hivi? Mangwasha anaonyesha ujasiri pale anapojitahidi kwa jino na ukucha kuiokoa ndoa yake kutoka kwa Sagilu aliyekuwa akitaka kuisambaratisha. Kumbuka kwamba Sagilu alikuwa ameweka jitihada mikakati kuona kwamba ndoa kati ya sagi kati ya Mrima na Mangwasha imesambaratika, kwa sababu alikuwa na nia fiche ya kuweza kumnasa penzi la nani? Mrima. Kule kumsaka mumewe kwenye mabanda ya uuzaji wa pombe mbali na kukabiliana na walevi ni ishara pia ambayo inatuonyesha kwamba huyu ni mhusika ambaye alikuwa na ujasiri sana eh? alikuwa na ujasiri sana ujasiri pia wa kuiokoa ndoa yake unaonekana pia pale anapoandamana na Lonare Sauni na wahusika wengine kumsaka mumewe Majaani, pali palipojulikana kuwa hatari kwa sababu paliishi watu walio, walio tindikiwa kimaadili. Kwa hivyo kule kushikana, akaamua kwenda kumsaka mumewe ni ujasiri mkubwa sana. Mangwasha pia anaonyesha ujasiri pale anapochukua barua ya Chifu Mshabaha na kwenda kuirudufu kinyume na idhini, ili mradi apate ushahidi wa kuweza kushinda kesi yao, yao ya ardhi. Kumbuka kwamba Mangwasha asingefanya kitendo hiki cha kwenda kuirudufu barua aliyoichukua kutoka kwenye ofisi ya Chifu Mshabaha, basi huenda kesi yao ingepotea kwa sababu wakili Mafamba alikuwa amejiami tayari kuwakabili mahakamani, lakini alikuwa amekosa ithibati. Lakini akina Mangwasha na wengine ambao wangepoteza ardhi yao, kwa kuwa na ithibati ya kuonyesha kwamba kulikuwa na jitihada fiche, basi ndio iliyowawezesha kupata ardhi yao na kuweza kupata haki tofauti na waajiriwa wengine wanapofutwa kazi. Mangwasha pia anamkabili Chifu Mshabaha kwa ujasiri na kumwita mkabila mkubwa. Ni nani anaweza akamwita bosi wake mkabila mkubwa? Huu ni ujasiri. Ujasiri wa Mangwasha pia unaonekana aliposimama mbele ya kaumu na kuwahamasisha Waketo wenzake kuweza kurudi katika ardhi yao ya Matango. Alifanya hivi bila kujali mila wala vitisho vya waliowapokonya ardhi yao, bali aliwahamasisha warudi katika ardhi yao ambayo ilikuwa haki yao. Kwa hivyo huyu ni mwanamke uh, tunasema mwanamke bomba wakati mwingine Lonare anapopatikana nje ya nyumba yao baada ya kuteka nyara, tunamwona pia Mangwasha akimkimbilia licha ya kwamba kulikuwa na umati mkubwa na hakuna aliyejaribu kumsogelea kutokana na hofu aliyo iliyowapata. Yeye anamkimbilia watu awalimwogopa sana Lonare, lakini tunaona kwamba <laughs> uh, Mangwasha yeye anachukua hatua ya kijasiri kwenda kumkimbilia. Ujasiri wake pia unaonekana wapi? Anaungana na wanaume kama Lonare, Sagura, Sauni ili kuikomboa nchi yao kutoka kwa utawala dhalimu bila kujali mikatale ya utamaduni wake, kwa sababu utamaduni basi uh, ulimpatia mwanamke nafasi finyu sana katika jamii, lakini yeye tunaona kwamba anaenda kinyume na mikatali ya utamaduni. Tunaweza sema pia Mangwasha ni mhusika aliyejikomboa kimawazo, na hili tunambona, tunasema Mangwasha amejikomboa kimawazo Mawa, Mangwasha amejikomboa kimawazo dhidi ya utamaduni unaomdunisha na kumdhalilisha mwanamke. Anapinga kauli za Mbungulu kwamba azingatie yale aliyofunzwa na kungwi na kwamba asidhubuti kumfuata mumewe katika starehe zake. Anaona hizi ni mila zilizopitwa na wakati. Hmm? Kwa hivyo yeye amejikomboa kimawazo. Unajua, kwa utamaduni wa jamii ya Wamatuo haukumruhusu wa mwanamke kumfuata mumewe katika maeneo ya burudani ama ulevini. Mangwasha pia anasahili kauli ya mumewe kwamba shingo haipiti kichwa, pale anapomwambia pia kwamba hata hicho kichwa kisipotulia huchosha shingo. Ni mwanamke wa huyu, ni mwanamke ambaye anajielewa sana na anaelewa yale anayoastahidi kufanya. Tunaweza sema pia ni mwenye bidii ama ni mchapakazi. Mangwasha ni mchapakazi ama tunaweza sema kwamba ni mwenye bidii, kutokana na bidii yake kazini tunaona kwamba alifanya kazi, uh, kazi zote alizopewa na chifu bila manunguniko na kufanya hata zile zilizopaswa kufanywa na topasi. Tunaambiwa alikuwa wa kwanza pia kufika kazini na alikuwa wa mwisho kuweza kuondoka. Huyu ni mtu ambaye uh, anaelewa majukumu yake, anajituma kwenye kazi yake sababu yuafika mapema yuwaondoka pia akiwa amechelewa. Ah, Mangwasha pia ni mtiifu, na utiifu wake uko wapi? Ni mtiifu ka, kazini na anawatumikia watu wote kwa moyo mkunjufu hadi sifa zake zinavuma kote mjini Taria na utiifu na umahiri wake unamfanya unafanya kupandishwa cheo hadi kufikia gredi ya juu kabisa katika taaluma ya uhazili, na tunaambia kwamba anafanya kazi zake kwa moyo wa kujituma, na hakuna mtu anayenung'unika kuhusu kazi yake, na ndiposa tunasema ni mtiifu Mangwasha. Pia tunaweza sema kwamba ni mtetezi wa haki. Anatetea haki za waketwa kutokana na kuchomewa nyumba zao na kunyang'anywa ardhi yao kule Matango. Anatetea haki za watoto pia anaposhirikiana na Mbungulu, Mashauri na wengine kuwaokoa watoto wa kike waliokuwa wakichuuzwa na Sihaba ili kujinufaisha watoto wadogo lakini yeye anahakikisha kwamba wale watoto wanapata haki. Alianzisha pia aliweza hata kuanzisha shirika la kutetea haki za vijana hasa kwa wale wasiokuwa na ajira. Posa tunasema ni mtetezi wa haki. Mangwasha ni mwenye upendo, unaweza ukasema pia ni mwenye mapenzi. Anampenda mumewe licha ya kwamba awali huyu alimtupa na watoto. Kwa hivyo, japo alibezwa na mumewe na hata wakati fulani Mrima akaondoka, tunaenda kuona kwa kwamba alizidi na aliendelea kumpenda mumewe. Anaipenda jamaa na jamii yake kutokana na juhudi zake katika kuitunza jamii yake na kushughulikia maslahi ya waketwa wenzake. Nakumbuka kwamba anaonyesha hata upendo kwa watoto na vijana wa mitaani pale anapozungumza nao na kuwapa ushauri, jambo ambalo ningependa tuangalie. Je, Mangwasha ana umuhimu gani? Mwandishi Clara Momanyi mbona amemjenga mhusika Mangwasha katika kazi yake? Jambo la kwanza ni kwamba Mangwasha ni kielelezo cha upiganiaji wa haki kwa wanaoteswa na mifumo dhalimu ya kiutawala. Jambo jingine ni kwamba ni kielelezo cha utokomezaji wa ukabila katika jamii. Ametumiwa pia kuonyesha kwamba desturi na mila potovu katika jamii hazina nafasi katika jamii ya leo na kwamba zinapaswa kutokomezwa. Jambo jingine ni kwamba ametumiwa kupiga vita ufisadi na maovu mengine yanayofanywa na viongozi. Isitoshe, ametumiwa kuonyesha kwamba mwanamke anahitaji kushirikishwa katika sekta zote za umma, licha ya kwamba ni mwanamke na anahitaji kuheshimiwa. Mwisho ni kwamba ametumiwa kutoa tahadhari kwa jamii kumjali mtoto wa kiume, kwani hashughulikiwi ipasavyo. Kwa hivyo, mwanafunzi, nadhani umefahamu hayo kuhusu mhusika Mangwasha katika kazi hii na ni vyema uweze kusubscribe kwenye kipindi hiki endapo hujafanya hivyo, ili tuweze kusoma mengi yanayofungamana na sarufi ya Kiswahili, uandishi wa insha wa Kiswahili, fasihi ya Kiswahili na masuala mengine ya Kiswahili. Kipindi hiki ni Uketo wa Kiswahili, kipindi cha elimu ya Kiswahili kwa wote. Naitwa Ustadh Kaka Munai. Unaweza ukaandika ujumbe hapo chini Ukinifahamisha, ukitoa maoni yako. Asanteni na Maulana awabariki sana.